Na sina shaka bado unasi mtazamaji wa Alasiri Lounge, karibu sana. Ni wakati uh, wa mgeni ambaye basi uketi naye hapa na kujadiliana naye uh, mengi kwa siku hii ya leo tumeona kuna umuhimu mkubwa sana wa kuyazungumza yale yanayowahusu uh, wenzetu uh, wenye wenye ulemavu uh, katika jamii uh, yetu na hasa uh, ulemavu katika jamii ya wasioona, tufahamu mengi ambayo uh, wanakabiliana nayo uh, na yanayowasibu hasa uh, lakini ni kwa namna gani ambavyo uh, wao wanavyojitahidi kupambana na changamoto mbalimbali uh, mbali, hasa katika nyanja ya elimu uh, katika Alasiri Lounge hii leo tunaye hapa uh, Salim Luis Benedicto maarufu, huyo. Yeye ni rais kutoka taasisi hii inayojulikana kwa kifupi VIMDAT uh, Mheshimiwa Rais, karibu sana katika Alasiri Lounge. Asante sana, shukrani. inatushughulisha kidogo hivi VIMDAT. Naam. Yeah, ni vizuri uwashughulishe. Eh. Kwa sababu ukishughulika utaelewa kwa undani. Sasa, yeah, Vibi bila shaka inasimama kwenye visual. Eh, vi eh. Ina kwa kirefu chake VIMDAT eh. Ni visually. Eh. Of course uko sawa kusema visual, eh. lakini maswala tu ya, ya unyumbufu. Mm -hmm. Visually Impaired Muslims Development Association of Tanzania. Aha. Okay. Yeah. Vema sana. Sina shaka kwa muktadha wa mada ambayo tunaizungumza leo, kuhusu elimu, mmejikita vipi huko, lakini hasa kwa jamii ya watu wenye ulemavu. Pengine kabla ya kufika kwenye swali la jafa, eh, nini hasa ambacho kili mliona kwamba kuna gap kilikosekana, mm, mkaona sasa kuna na, na, na VIMDAT okay, um, umuhimu wa kuwa na umuhimu uliopelekea kuanzishwa kwa taasisi hii mm. ya kitaifa ya VIMDAT mm, eh, ni eh, knowledge gap yani, kulikuwa na gap au eh, mapungufu ambayo tuliyaona katika miongoni mwa wasioona mm. eh, na mapungufu yenyewe yako katika masuala ya eh, upa, u, u, uwezekano wa wasioona kusoma uh, vitabu mbalimbali mm, yeye mwenyewe bila kutegemea mtu mwingine kumsomea na hususan katika masuala mazima ya elimu ya dini kwa wasioona. Uh, kwa upande wa vitabu, tuna maandiko kwa pande zote, kwa maana ya uh, Biblia na Qur'an. Hivi ni vitabu ambavyo uh, watu wote tuna haki ya kuvi access au kuvisoma kwa mazingira ya rafiki ya usomaji. E, mtu akitaka kusoma Biblia aweze kusoma mwenyewe kwa eidha kwa macho na kwa wasioona aweze kusoma kwa vidole, na hali kadhalika Qur'an, mtu akitaka kusoma aweze kusoma kwa macho au kwa vidole. Sasa eh, kwa historia ya nchi yetu kumekuwa na vitabu vya aina moja, kutokana na historia, kwa maana ya wamisionari walipokuja walihakikisha kuwa Biblia ziko kwenye maandishi rafiki pia kwa wasioona lakini Uislamu uh, ulivyoingia uh, ulitumia modality moja au njia moja ya kuwawezesha wasiona kusoma, ilikuwa njia ya kuhifadhi katika uh, memory pekee na bila kusoma mwenyewe hmm. Lakini hii ilikuwa kwa Tanzania, si kwamba dunia nzima iko hivyo. Uh, kwa hiyo katika kuhakikisha kuwa uh, wasiona wanaweza kuaccess vitabu hivi au kuvisoma wenyewe bila kusomewa na, na kukaririshwa mm. Basi tuliona umuhimu wa kuanzisha taasisi ya VIMDAT ili kuwafanya uh, wanajamii waweze kuona hii gap au ili, ili ombwe lililopo la kukosekana kwa vitabu vya uh, Quran uh, kwa maandishi ya breli kama ilivyo Biblia ambayo tangu zamani tumekuwa tukiisoma kwa tuki maandishi ya wasioona yani breili. Hii ndio ilikuwa sababu kubwa, sasa ndio okay ambapo tunapoisema braille kwa Kiswahili ndio tunasema nukta nundu ambapo wewe huipendi. Of course neno, neno nukta nundu unajua, uh, Bwana Jafar sio neno sahihi katika maandishi yetu ya wasioona, isipokuwa ni neno ambalo lilipendekezwa wakati ule wa harakati za kuanzishwa uh, kwa katiba mpya uh, wakati ule wa utawala wa mheshimiwa uh, rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete uh, wakati ule uh, tulipo a tunapendekeza ma, ma, masuala mbalimbali ya watu wenye ulemavu e, maandishi ya wasiona yalipendekezewa jina nukta nundu e, kwamba maandishi yetu katika maandiko mbalimbali ya serikali na, na, na jamii kwa ujumla basi maandiko yale yanapotakiwa ya kumwezesha asiona kusoma mwenyewe basi yawe katika maandishi ya nukta nundu e, kwa Kiingereza ni braille lakini Kiswahili wakasema ni nukta nundu. Hili sio neno rasmi, nafikiri tunapaswa tutumie neno Braille kwa sababu historia ya Braille ni mwasisi mwenyewe wa maandishi yale ambaye alikuwa anaitwa Louis Braille. Lakini sio mimi. Mnaona, mnaona <laughs> <laughs> uh, kama ninyi watumiaji mm. sasa wa mm. wa maandishi hayo mnaona kuna uh, labda jina sahihi mnalotaka liitwe kwa Kiswahili mm au mtasalia huko huko kwa, kwa jina la, la, la mgunduzi wa maandishi haya? Kimsingi tunapaswa tubaki kwenye jina la mwasisi wa maandishi haya ambaye ni Louis Braille na ndio asili ya, ku, ya kutoa maandishi hayo. Maandishi yenyewe yanaitwa Braille kitaalam, na hata ukigugo utakuta Braille ndo itakuja. Nukta nundu hii huwezi kuipata kwa sababu ni mapendekezo ya Kiswahili, lakini Braille, Eh, ni neno ambalo tunatakiwa tuliache hivyo hivyo kwa sababu lina muasisi yule mwanzilishi wa hayo maandishi na ni neno la kitaalamu ambalo ni universal natamani yes, tungesalia hapo. Hmm, lakini tutafanya mjadala uwe mkubwa natamani kujua. <laughs> <laughs> <laughs> Eh, wakati hili jina la Dr. Nundu linapendekezwa lina, lina, lina kwa nini hamkulipinga wakati huo huo? Nafikiri eh, mawazo yanapishana na wapendekezaji wanatofautiana, wana waliopendekeza neno hili si wasiona, ni wataalamu wa wasiona. wataalamu wa wasiona maana yake okay. ni watu wanaosomea elimu maalum kuhusu masuala ya wasiona mm -hmm. lakini wasiona wenyewe ni wataalamu wa masuala ya wasiona, wakiwa wao wenyewe hawaoni. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo yanaweza yakapendekezwa na wataalamu, lakini mwisho wa siku wanashirikiana na wasiona katika kukubaliana kwamba neno lipi ni sahihi. Lakini kwa kuwa katiba ile haikupita na haikufanya kazi, maana yake tungefika hatua ya kuipitisha tunge, tulikuwa na mkakati wa kuja kuboresha lile neno kabla okay, alijaanza kutumika na kuwa tubakie na neno lile lile la Braille kwa historia ya mwanzilishi wa maandishi ya wasioona. Sasa, yeah. Twende sasa kwenye uh, umuhimu wa elimu uh, haimaanishi kwamba walemavu waliopo ndio hao hao, hakuna wengine ambao wanakuja. Yeah. Kuna watoto ambao ni walemavu, ni kweli. Kuna uh, kizazi cha katikati hapa ambao wanawao wapo shule. Ninyi uh, ikiwa ni miongoni mwa vyama vya watu wenye ulemavu mm, naona vyama hivi vina umuhimu gani uh, katika kuchangia na kukuza elimu kwa wale ambao ni wadogo na wanaulemavu? Yeah, uh, VIMDAT sambamba na vyama vingine vya watu wenye ulemavu nchini mm, yani DPOs Uh, tuna wajibu mkubwa sana wa kushirikiana na kwanza jamii katika ku raise awareness au kuifanya jamii iwe na uelewa sahihi, hmm, juu ya haki ya elimu kwa watoto wasioona sasa, na sawa na watoto wenye ulemavu mwingine yeah. Hii awareness au uelewa sahihi unatokana na uh, jamii tulionayo ambayo angalau kwa sasa inaendelea kukua kutokana na teknolojia kwa maana ya uelewa wao unaendelea kukua kutokana na teknolojia mm, na jitihada na harakati zinazofanywa na vyama vya watu wenye ulemavu ikiwemo VIMDAT, uh, katika kuwafanya kuwa wanabadilisha mtazamo chanya juu ya watoto wenye ulemavu, kwa maana kwamba tunawaelimisha e, e, tuna ili waweze kuwapeleka watoto shule kwa sababu mm. eh, katika jamii mbalimbali mbali, uh, na mpaka leo bado zipo. Eh, ni kwamba mtu akipata mtoto mwenye ulemavu wowote ule, ule, anaona kama ni balaa, ni mkosi, na pia anahisi hana eh, haki ya kupata elimu, kwa hiyo hampeleki shule. Sababu za kutompeleka shule ni nyingi, inaweza ikawa sio katika hali ya kutompenda yule mtoto mm. isipokuwa ni kumfanya kama vile kumoverprotect, kitaalamu tunasema overprotection, kwa maana kwamba unampenda mtoto kupita kiasi, unahisi kuwa ukimexpose katika mazingira ya elimu au kampeleka shule mm. atanyanyasika na watoto wenzie. Kwa hiyo mzazi anadhani kubaki na mtoto nyumbani ni kumfanya mtoto awe salama, kwa kumlinda dhidi ya labda manyanyaso huko mashuleni, kwa kuwa ana ulemavu eh, x kwa hiyo tunatengeneza awareness kwa jamii ili waone kuwa kumfanya mtoto abaki nyumbani ni kumnyima fursa za baadaye, ukizingatia kuwa mzazi hatokaa na mtoto huyo maisha yote. Kwa maana kuna kufa kwa mzazi eh, kuna mzazi mwenyewe eh, kupata eh, changamoto ambazo zitamfanya awe mbali na mtoto huyo. Lakini mtoto anakuwa ana haki ya kuishi, ana haki ya kuoa, haki ya kuolewa. Kwa hiyo ukim overprotect maanake utamnyima fursa ya kujimudu na hatimaye kutofiti katika jamii atakayoishi. Sawa. So, katika yote uliyoyazungumza hayo, uh, VIMDAT kama VIMDAT pekee bila shaka haiwezi kuyafanikisha. Ni kwa namna gani mnashirikiana na, na serikali pamoja na wadau wengine wa elimu kuhakikisha sasa jamii hii inafikia malengo hayo? uh, VIMDAT kama taasisi uh, kwanza imesajiliwa na serikali na inaposajiliwa manake, serikali inakuwa inaona malengo ya uanzishwaji wa taasisi hii husika. Kwa hiyo tunashirikiana na serikali eh, kwenye masuala mbalimbali, kwa sababu haya majukumu tunayoyafanya ya kufanya uh, uelewa wa jamii, kuelimisha jamii, eh, kufanya harakati mbalimbali za kusaidia watu wenye ulemavu hususan wasiona. Eh, ni majukumu ambayo moja kwa moja ni ya kikatiba na ambayo yanapaswa kufanywa na serikali, hmm, kwa kushirikiana na wadau. Kwa hiyo tunashirikiana na serikali katika kuisaidia kuwafikia hawa watu ambao ni kundi maalum ili wapate elimu na hatimaye kuipunguzia mzigo serikali eh, wa watu ambao hawana elimu. Kwa, kushirik, kwa, kufanya, kwa kuexist kwetu au kwa kuwepo kwa VIMDAT, maanayake serikali inanufaika kwa kututumia sisi kama viongozi katika kuwasaidia wasioona, kwa sababu serikali kama serikali haiwezi kafanya kazi peke yake bila kushirikisha wadau uh, hususani mimi kama uh, mtu asiyeona nimenufaika sana kupitia harakati za uh, vyama vya watu wenye ulemavu hatimaye kupata elimu e, ambayo pia imetokana na serikali kutuunga mkono na hatimaye nimeweza kusoma mpaka kufikia degree ya pili na hatimaye kufanya kazi katika taasisi za serikali pia. mm -hmm. kwa hiyo, hii inatokana mm -hmm. na ushirikishwaji mm -hmm. wa taasisi za watu wenye ulemavu na serikali. Kwa hiyo uh, hiyo, hiyo ndio namna ambayo tunaweza kufanya, lakini pia eh, serikali tumekuwa tukishirikiana nao katika kuinterpret au kutafsiri dokumenti za kimataifa ambazo zinasaidia katika utekelezaji wa haki za watu wenye ulemavu hususan elimu, hasa kwa kuifanya iwe domestic, domesticated kwa maana kwamba kuitoa kwenye ule mkataba wa kimataifa na kuufanya utekelezeke na ufiti kwenye mazingira yetu ya nchini. Kwa mfano mm -hmm. e, tuna mkataba wa elimu wa, wa haki za binadamu wa UNR, UNCRPD mm -hmm. kwa maana United, United Nations Convention On the right of people with disability wa mwaka elfu mbili na sita ambao ulikuja into force mwaka elfu mbili na nane. Katika huu mkataba eh, kuna vipengele ambavyo vimekuja kuwa adopted kwenye sheria ya watu wenye ulemavu ya Tanzania hmm. Sheria namba tisa ya mwaka elfu mbili na kumi. Kwa mfano katika UNCRPD eh, article namba ishirini um, na moja hii article inahusu mambo ya freedom of expression. Eh, freedom of expression, opinion and access to information. Mm-hmm. Eh, hii inahusiana na masuala ya uhuru wa mtu mwenye ulemavu kujieleza, kutoa maoni katika jamii yake na pia kupata taarifa. Mm-hmm. Hapo ndipo ambapo mtu mwenye ulemavu hususan asiona anapaswa aandaliwe maandiko rasmi ambayo anaweza akasoma mwenyewe na kupata taarifa na aweze kutoa maoni, kwa mfano katiba na kadhalika. E, yote haya akiwa kwenye muundo rafiki wa maandishi ya wasiona, asiona anaweza akatoa maoni e, na kushiriki katika jamii lakini, pia katika article namba 24 hiyo hiyo ya uh, UNCRPD. Hii inahusu um, access to education e, ambapo inataka uh, in, uh, high quality of inclusive education E, kiwango bora cha juu cha elimu jumuishi kitolewe kwa mtoto asiyeona. Hii inahusisha mazingira rafiki ambayo asiyeona na watoto wenye ulemavu mwingine wana uwezo wa kusoma shule yoyote bila vikwazo vyovyote kupewa e, vitendea kazi kama mashine e, fimbo za, kutu, za kutembelea kama hii hapa niliyoshika hmm. Akiwa shuleni na maeneo mbalimbali mbali. Sasa hizi article mbili za UNCRPD zimekuwa adopted kwenye sheria namba tisa ya mwaka elfu mbili na kumi. Hii ni sheria ya watu wenye ulemavu ambapo aa, katika sheria hii unakuta ile article namba 27, e, inahusiana na masuala ya e, edu, e, access to education and training. Katika hii article maanayake ina, ina, ina, ina imply ile at, at, I mean, hii ni section, unajua sheria haina article sheria ina section mm -hmm. Hii section namba 27 ina correlate au inaendana na ile article namba 24 ya UN CRPD ambayo inahusiana na masuala ya eh, atiko, uh, access to education, lakini kwenye sheria yetu namba 9 ya mwaka 2010 eh, ya watu wenye ulemavu eh, pia ina section namba 38. Hii inahusu access to information ambayo utaiona kwamba serikali imeadopti kutoka kwenye ile article Yeah, namba 21 ambayo inasema freedom of expression, eh, opinion and access to information. Kwa kupitia hizi document serikali tunashirikiana nayo kuinterpret ile mikataba ya kimataifa kuifanya iwe domesticated, itekelezeke kwa mazingira rafiki ya nchi yetu na hatimaye kuwanufaisha watu wenye ulemavu. Yeah. Ume, umeelezea kwa kina sana na imeeleweka vizuri. Lakini haimaanishi kwamba uh, pamoja na kuwa na sheria hizi ambazo zinawaangalia, haimaanishi kuwa changamoto zenu zimekuisha. Ni kweli kabisa. Zipi ambazo mmesalia nazo mpaka hivi sasa? na oh, wakati kilijibu hilo uh, <laughs> Bwana Benedicto yes, yes, ulivyoikunja ile fimbo yako awali nilipenda sana, imekaa vizuri sawa sawa. Yes, changamoto ni nyingi, lakini tunasema zinakwenda zina Uh, shughulikiwa taratibu eh. changamoto zi, zi, zinaweza zikawa ni zile zile, lakini zinaenda zinapungua. Eh, kwa mfano tuna changamoto ya miundombinu mm. Tuna changamoto bado ya taarifa kupatikana kwa maandishi rafiki mm. Eh, kwa sababu hizi hivi vitu vyote vinahitaji budget na kutoka serikalini, pamoja na wadau mbalimbali. Kwa mfano katika taasisi sisi, sisi ya, ya VIMDAT Mm -hmm. E, tumeendelea kupata changamoto ya kupata vitabu ambavyo viko kwenye maandishi ya wasiona kwa wingi mm -hmm. Kwa sababu bado hatuna ile printing press ambayo au mitambo ya kuchapia vitabu ambayo iko kwenye version ile ya maandishi ya Arabic, kwa sababu kwenye masuala ya, ya, ya, ya vitabu eh, kwa mfano kitabu cha Quran mm -hmm. Kiko kwenye Arabic version. Lakini Tanzania haipo bado e, eh, lakini ni kuna mitambo ambayo ina produsi maandishi ya aina ile e, eh, kwa hiyo sasa hivi tunachokifanya ni kuagiza kutoka nje e, eh, lakini vitabu kama Bible yari, of course vitabu vipo lakini havitoshi na tumekuwa tukiviagiza kutoka nje lakini, hmm. Kwa Biblia tuna printing press kwa mfano iko Arusha inaitwa Injili kwa Kibrail. Hmm. Hii ni hiki ni kiwanda ambacho kinazalisha hapa hapa nchini vile vitabu vya Biblia kwa wasioona. Kwa hiyo changamoto utaona bado ipo, ingawa tunaweza tukasema vitabu vipo ila sio kwa kiwango kinachotakiwa kwa kuwa hatuna printing press kwa, kwa kiwango kinachotakiwa. Lakini bado uh, kuna changamoto ya uelewa mdogo wa wazazi juu ya watoto kwenda shule mm-hmm. na kadhalika, hii bado tunaishughulikia na ni wajibu wa serikali na sisi kama wadau wa vyama vya watu wenye ulemavu okay. tunaendelea kufanya hivyo Changamoto ni nyingi lakini, kikubwa ni kwamba kadri tunapopata nafasi ya kuzungumza kwenye media kama hivi, tunaendelea kufanya awareness. na kwa mtindo huu changamoto inakuwa almost eh, solved kwa sababu unapokuwa kwenye media namna hii mm. tayari watu wanaelewa na wadau wanashirikiana na sisi katika kutatua changamoto, kitu ambacho okay. naamini hata baada ya hapa wadau watanitafuta kuendelea kutatua okay. changamoto utaona utofauti ambao yes, utakuwa exactly. pa, pa, pa, na uh, kuendelea kutoa elimu e, kukutana na watu, kuhamasisha zaidi. Mwitikio ukoje uh, kabla wakati ndo mnaanza uh, mnaianzisha VIMDAT, na sasa hivi wazazi wameanzaanza kuwatoa watoto watotoshu? Ah, sure? Uh, kwanza nitoe tu shukrani za dhati hmm, kwa jamii ya Tanzania na nje ya Tanzania kwa namna walivyoipokea VIMDAT. Nice. Uh, VIMDAT ilianza ikiwa na uh, mafanikio madogo sana tulianzia pale Sinza tukiwa tumepanga vyumba tukatoa elimu, lakini wa, wanajamii wa Tanzania wakaja wakatupublicize kwenye social media mbalimbali, hatimaye wadau wakatusapoti ardhi. Sasa hivi tumejengewa uh, fasiliti zetu pale kijiji cha Mwanambaya Mkuranga pale nice. Yes, tumejengewa. Kwa hiyo tunaishukuru jamii kwa namna ambavyo imekuwa ikishirikiana na sisi walitupokea na wameendelea kutusapoti katika maeneo mbalimbali mbali, kama vile eh, ununuzi wa eh, vifaa vya kujongea kama hii white cane hmm. Hii fimbo niliyoshika inaitwa white cane au fimbo nyeupe okay. Eh, wamekuwa wakitusaidia kuwafikia wasiona mbalimbali mbali, lakini haina, haina rangi nyeupe, haina rangi Ah, ingekuwa inagusika ningejibu. Kumbe sio, yeah. Nyeupe <laughs> lakini nafikiri inaitwa nyeupe, yeah. Aidha kwa historia. Okay. Labda version ya kwanza ilikuwa nyeupe mm. Au reflection, kwa sababu kazi ya hii fimbo usiku gari ikipiga hapa kuna okay. Vitu fulani vina reflect. yes, yes, ina reflector. yes, yes, ina reflector lakini it's silver na eh. Ina kama pinkish au maroon. Oh, okay ili okay, mtu anaendesha gari usiku ajue hapa kuna, nakutana na mtu asiyeona hii. Okay. Yeah. Hii fimbo ni helpful kwa kiasi gani? unaweza ukatembea hapa mpaka wapi kutumia hii fimbo tu? Okay. <laughs> Paka Marekani. yes, unajua hapa natakiwa kushuka hapa natakiwa kupanda. Of course kazi kubwa ya hii fimbo mm -hmm, ni watu wengine wanasema hii fimbo inaona. mm. Lakini fimbo haioni. mm. Hii fimbo ni kifaa tu sawa na fimbo nyingine yoyote, mm. isipokuwa unapoitumia mm. inapogusa chini mm. ile friction ya chini ina communicate kupitia fimbo kwenye sensor organ ya kwako ya mkononi. Okay. Inaenda kutafsiriwa kwenye ubongo na mm. unajua hapa kuna ngazi kama hapa e, mtaalamu alinishika mkono mm. Umeona nilikuwa nikigusa wala niambi inua mguu mguu mm. fimbo ikigusa, najua hapa ni step na na mimi nainua mguu yeah. Ndio kazi hii. Kwa hiyo hata barabarani naweza nikatembea peke yangu pembeni, nikigusa mtaro najua nipite kwa kiwango gani, niko safe, niko pembeni ya barabara ni kupitia hii mm. fimbo. Lakini pia hata ili upate sapoti ya jamii, wakikuona na hii fimbo, manake wanakuwa attentive kwako mm. yeah. na kukupa msaada kuliko ukiwa huna fimbo. VIMDAT imewafikia sasa jamii uh, ya wasioona wangapi mpaka hivi sasa katika kituo chenu? Uh, kwa maana ya wasioona tumewafikia wasioona si chini ya mia tatu. Uh, awa tunaweza tukasema ni direct beneficiaries kwa namna moja au nyingine uh, lakini wasioona tuliwafikia indirectly hawawezi kupungua milioni moja. Kivipi? Uh, indirectly kwa maana ya kwamba hivi tunavyotoa huduma mbalimbali yeah. E, ya elimu inawafikia huko waliko, hata kama hatuwajui wako mm. maeneo gani mikoani. Hata hapa nilipo nafanya uh, indirect, indirect approach kuwafikia wao kupitia media na wanapata awareness juu ya VIMDAT na huduma zake, lakini directly tumewafikia wasiona mbalimbali hapa Dar es Salaam na tukinarrow down ni kwamba mm. tuna wasiona ambao wanaishi pale pale Vimdat uh -oh. Tumewatoa mikoa kama minane hivi e, hao hawapungui ishirini mm. na tano, na kuanzia mwezi huu Disemba tunakwenda kuzindua program ambayo itawaleta watoto wa wasiona kutoka masekondari hawa form four leavers mm. wanaomaliza mitiani mm. kwa lengo kwamba wapate optioni ya kupata short course wakati wa wanasubiri matokeo mm -hmm. kwa sababu watoto wasioona tumegundua Uh, of course ni wazi kwamba wamekuwa hawana fursa ya, ya ya kufanya kozi mbalimbali baada ya kumaliza mitihani yao ya form 4 ukiwalinganisha mm. na watoto wanaona. Kwa hiyo, Vimdat imekuja na suluhisho la kuwachukua watoto wa form 4 wasiona kuwaweka pale Vimdat kwa maana ya eh, kusoma kama boarding scholars mm. kwa lengo la kufanya program za computer kwa sababu tunafundisha computer kwa special program kwa wasiona mm -hmm. pamoja na somo la Quran recitation kwa wasioona. Wa kwa hiyo kwa mtoto eh, wa Kiislamu mm-hmm. atasoma both uh, programs kwa maana atasoma computer na atasoma eh, masomo ya dini. Kwa mtoto ambaye si Muislamu atasoma computer. Sasa, Kwa hicho ndicho tunafanya mpaka sasa. Na, na na vipi mimi kama mzazi ambaye nataka kuwafikia kupitia Vimdat na wapataji? Yeah, kwa yoyote ambaye anataka kutufikia Vimdat Eh, ni kupitia vyanzo uh, mbalimbali vya mawasiliano mbali. Eh, kwanza, tuna uh, YouTube YouTube channel kwa mtu ambaye anatumia YouTube anaweza akaandika Vimdat TV. mm -hmm, hapo ukiandika Vimdat TV unatupata moja kwa moja na utaelewa tuko wapi kupitia uh, maelezo mbalimbali yaliyoko pale, lakini pia tuna Instagram ambao ni Vimdat TZ, na pia tuna um, Uh, tuna, tuna, tuko kwenye uh, nini hiyo Facebook pia okay. Tunapatikana mm. Lakini mbali na hizo zote mm. Tunapatikana kwa mawasiliano uh, ambayo ni 0712 0712 yes, 35 35 51 51 10 10 au 0757 0757 okay sifuri tano, tano moja mbili, tatu, nne. Tunakushukuru sana Salim na tuwatakie kila laheri hasa kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya, malipo yake si duniani tu. Ni, ni kweli na mimi kwa kumalizia nitoe wito kwa mm, jamii ya Watanzania na nje ya Tanzania waunge mkono wa harakati zetu za VIMDAT na jamii ya watu wenye ulemavu kwa ujumla, ili tuisaidie serikali kutimiza malengo uh, uh, katika kutoa huduma kwa jamii uh, ikiwemo uh, watu wenye ulemavu. Karibuni sana mtutembelee, uh, tuweze kushea knowledge kupitia namna bora ya kuwahudumia wasioona. Shukran sana. Uliuliza kuhusu Uh, fimbo mm. Lakini huyu bwana anatufuatilia kupitia Azam Max kwa simu yake ya kiganjani <laughs> uh, na hata hivi sasa ukimtumia message atachat kama ilivyokuwa kawaida, yes. Yeah. <laughs> kabisa kabisa. Sasa anaitwa Salim, yeah. Louis Benedicto ni rais wa VIMDAT na tumezungumza hapa kuhusu haki za watu wenye ulemavu katika jamii yetu kupitia taasisi ambayo yeye ni rais wake, taasisi ya VIMDAT wanafanya mambo mengi, kama vile ambavyo taasisi nyingine za watu wenye ulemavu nao wanafanya mengi, kuwakuza na kuonyesha kuwa wao pia ni muhimu na tunawahitaji katika maisha yetu ya kila siku.